Mr. Speaker, nataka kukwambia kitu moja, hii kitu nasemanga senata wa Siaya County, kumbe sio kitu ndogo. Mr. Speaker, nimekuja kugundua hii bunge ni platform kubwa sana. Mr. Speaker, kama anaweza pigiwa simu, anaweza pigiwa simu na Ruth Odinga, anasema, baba, naona ukitangazanga unataka kukua senata, unataka kuona ule mzee mze. Nikamwambia mama, huyo mzee ndiye mze amesema mecho, amechoka. Ruth Odinga kasema hatani finance nitoe huyo mzee sasa. Kitu mzuri ni kitu mzuri. Mimi kama uria nimesema nasimama Siaya County senator Mr. Speaker, kwanza ningependa kutoka tu inde kwa mada kidogo. Nimeona Mr. Speaker ya kwamba demo ya Facebook Mr. Speaker, unajua ni rafiki yangu Mr. Speaker, na hii imeniguza na nimefurahia sana. Nimeona demo ya Facebook Mr. Speaker, alikuwa na dance kwa TikTok na nimeona ako na mimba, na hiyo sio shida yangu kubwa sana. Watu wanauliza na hii mimba ni ya nani? Kwani watu wajui Nurokanga mbe umo? <laughs> iyo ndio baba mtoto. So naona dame wa Facebook anaenda kuzaa Kashagwa Junior, watasumbwana hapa mbele. So Spika, now I want to go to the usual business, Mr. Speaker. Usual business Mr. Speaker. Yetu ni ya siasa hapa Jakaranda, nimesikia ya kwamba hizi ranking Mr. Speaker zenye zinafanyika imetoa Babu wina 35, Agnes Kaguri as 25, Mr. Speaker 32. 32, 2028 yeah, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ranking hii yenye inafanyika sio vitu mchezo Mr. Speaker. Na mimi nataka kuambia wa Kenya wana Nairobi the only government mwenye tunajua the only governor mwenye tunajua 2027 is none other than Babu Mr. Speaker na hiyo mimi sitaki kupinga Kuhu. Na hiyo siwezi kamelea pinga Babu ndiye atakuwa governor after kukua so, governor then tunaenda president kamelea. Mr. Speaker, whether they like it or not Mr. Speaker, quite a real Mr. Speaker, Babu anapigwa yani vita yenye huyu jamaa anapigwa Mr. Speaker ni mingi sana. Maviongozi wetu wanampiga vita, ikikuja chini hapa vita pia iko, lakini hizo tuta tutatengeneza hizo, hizo ni vitu ndogo sana. So ningependa kuambia Babu, be strong no know, a real man should not cry. Ukiona mwanaume anatoa machozi, then huyo sio mwanaume. Huyo ni kike Mr. Speaker. Babu mimi naamini atakuwa governor wa Nairobi. Na wote wanakuja Mr. Speaker, au ni watu wa kujaza fully fill in the gaps, au watajaza the gaps. Babu ndiye atakuwa governor na atakukua governor. Tunaenda president. Naona Evans Kidero pia anakuja Nairobi. Eti anataka kusimama. Lose are greedy Mr. Speaker. Wajaluo wako na uchoyo wengine, hapo yenye sijui itawahi toka, itawahi toka wapi? Hiyo ni ukweli Mr. Speaker. Wanaona ndugu yao wanataka kusimama Nairobi, yeye pia analeta matako Nairobi. Na hizo ndio vita tuwezi kubali. Babu must be respected na yeye atakuwa gavana. Kidera amesaidia nani? Amesaidia nani? Hakuna, hakuna lottery to round. So Mr. Speaker, hapo sitaki kuongelea. Speaker anasikia Kashagwa anaweza leta maandamano. Mimi sina shida na Gashagwa kuleta maandamano. Niko na shida yenye watu, ni nani huyo anaweza enda maandamano ya Gashagwa, Mr. Speaker? Nani Mr. Speaker? Niambie tu hata saa hii hapa, useme ni nani anaweza enda maandamano ya Gashagwa aingia hapa ndani, hautaona mata moja. Kwa sababu Gashagwa, these are such leaders in our country who are very selfish Mr. Speaker. Selfish, very greedy Mr. Speaker. Iko sivyo, niseme haje Mr. Speaker. Gashago is very arrogant, Mr. Speaker. Ataki kitu mtu ako nayo. Look just leave me niongee. Ataki kitu mtu ako nayo. Lakini yeye akiwa nayo ndio mzuri. Kindiki ni brother yake, kumbe Kindiki ni brother ya Gashagwa. Lakini ataki Kindiki akue hapo yeye ndiye akue hapo. Gashago, tunataka kukuambia kuna mtu anaweza enda maandamano yako. Hakuna hata kidogo. Maandamano Raila alikufa nayo. Nadhani the last maandamano tulienda. Hakuna maandamano tutawahi enda tena. Hakuna. Tukienda maandamano, tunaenda maandamano ya development kwa sababu nchi yetu pia tunataka ikue develop. Tunaona vitu inaweza inaendesha nchi yetu kama Safaricom. Ruto ashapeleka macho yake hapo, anataka kuuza pia Safaricom, so we want to tell William Samoei Ruto and the East government that we are, we are Kenyans and we are demanding that our commodities should not be sold Mr. Speaker. Sold, Mr. Speaker. Afai kuuza vitu zetu za Kenya ti anataka ku grow nayo na nchi yetu. <laughs> We will not allow nonsense to Mr. Speaker. Radical, conical. Pure baldadas, ridiculous Mr. Speaker. Mr. Speaker na 2027 nataka Mr. Speaker kwa hii bunge. Kwa hii bunge MCA atoke. Mr. Speaker usijidharau. Usijidharau Mr. Speaker, unaweza simama. Hakuna qualification, qualification tu ni kwa unajua kuandika Unajua kusoma, basi niende. Angalia hata, umeona bora tu weni binadamu. <laughs> bora weni binadamu. So, so Speaker. Mimi na kuheshimu kama ndugu yangu. Eh? Mimi na kuheshimu kama ndugu yangu. So nataka kuambia wa Kenya 2027 tunakuja na sura zingine different. We will not allow. Nimeona IBC wameresign wengine We kwa sababu kwa sababu wameogofa wa maisha yao. Usiende IBC kama mtakuwa kaunta accountable uh... wengi watakufa 2027, there will be no job. Mr Speaker Mr Speaker, we ndio MCA 2027. Hapa la Savannah umenona vizuri <laughs>